Sasa hivi tunachoangalia ni kupata kitu tunaita elimu ujuzi. Ujuzi gani ambao utakusaidia baada ya miaka mitatu ambayo utakaa katika chuo? Kuna vile vyuo vyetu vya kati, pia hivyo hivyo kama vilivyo vyuo vikuu, kwamba wewe unataka kuwa nani na unataka ufanye nini, ili baada ya siku unarudi Camfed unasema mimi nimemaliza, nilikuwa ninasoma mambo ya kilimo, kwa sababu tumeambiwa kwamba sasa hivi kuna maridhiano ambayo yanaendelea kwamba watu wa wizara ya kilimo waweze kuwa wameunganishwa pia na Camfed. Kwa hiyo mara moja umemaliza labda kozi yako ya kilimo, unarudi wao wanakuambia mwone huyu hapa. tayari unakwenda unapata elimu nyingine kule siku ingine tunakukuta uko kwenye zile nyumba tunaita greenhouse, umetengeneza greenhouse yako, unaendelea na maisha na unawakaribisha na wale wenzako ambao bado hawajakuwa na kitu cha kufanya. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba nafasi mlioipata ni kubwa, ambayo wenzenu wengi wanaitafuta. Kwa hiyo ukae mkao wa kusikiliza, ukae mkao wa kuwa mdadisi kutaka kujua nini unakwenda kufanya. Katika forumu hii ya hawa wasichana tumeandaa senta tatu. Senta ya kwanza iko hapa Kilakala Sekondari, nyingine iko Nganza Mwanza na wenyewe wanaanza leo wanamaliza kesho. Pia tunategemea tutakuwa na senta nyingine Ruvu Girls ambayo iko Pwani. Wao tunategemea wataanza kati ya tarehe 25 na 26. sh uh, kama alivyosema dada Stumai Camfed iko kwenye nchi tano hapa Afrika na inafanya kazi Zambia, Zimbabwe, Ghana, Malawi pamoja na Tanzania. Tanzania ilianza mwaka 2005 na, na ikasajiliwa rasmi mwaka 2006. Uh, Tanzania tunafanya kazi kwenye mikoa kumi na kwenye hiyo mikoa kumi tunafanya kazi kwenye halmashauri 35. Mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Morogoro umefanikiwa tumefikia halmashauri zote, lakini mikoa iliyobaki hatupo kwenye halmashauri zote. Tunategemea mpaka mwisho wa mwaka huu tutakuwa tumeongeza halmashauri zingine 41. Lengo la kwanza tunataka kuwaambia kwamba uh, wao sasa ni dada wamesha kuwa wakubwa, wanaenda vyuo vikuu, kwa sababu vyuo vingi vya kati, baadhi wanatoa na degree kwa hiyo tunaamini wanaenda vyuo vikuu, na wengi wao wamemaliza kidato cha nne, moja kwa moja serikali imewapanga vyuo, na kuna ambao wamemaliza kidato cha sita juzi, wanajiandaa kwa ajili ya kufanya application ili waweze kwenda kujiunga chuo kikuu. Lakini vile vile tumewaita hapa tuweze kuandaa kwamba maisha ya chuo yakoje ukiwa chuo utakutana na nini? Utakutana na nani? Na unatakiwa uwe mtu wa aina gani? Kwa sababu tunafahamu wanaenda kusoma kozi za miaka mitatu, na kama Camfed tuko nyuma yao kama ambavyo tumetoka kuwasapoti kuanzia kidato cha kwanza, wengine katikati, kidato cha tatu, wengine kidato cha nne, lakini bado hatuwaachi, tuko nao, tutaendelea kuwa nao na mpaka watakapomaliza elimu yao. Kwa majina naitwa Salma Salum Sadiki, natokea Mvomero Seki. Mimi ni mwanafunzi ambaye nimehitimu kidato cha sita mwaka huu. Hii elimu ambayo tunapewa... hapa na Camfed pamoja na huu ufadhili na imani itakuwa chachu kwa wanafunzi ambao kwa wanafunzi wote ambao tunapata ufadhili huu, pale ambapo tunaingia katika elimu ya juu, yani vioni, kwanza tutakuwa na elimu ya kujikinga na athari zote zinazotokana na makundi rika tofauti tofauti, tofauti lakini, pia kujikinga na mambo mbalimbali ambayo ni yanaleta athari kubwa kwetu sisi. Kwa hiyo elimu hii ambayo tuna inaendelea hapa ina faida kwetu, yani ina faida kubwa sana kwetu sisi. Pia itakuwa chachu ya sisi kufanya vizuri kwenye elimu yetu ya juu ili kuweza kunufaika sisi wenyewe.